Hivi mshikaji wangu, Kama kawaida e. Ah, mchongo, mwanangu yeah. Ule mchongo si ndio nilivyokupangilia yeah. Kwamba mchawi kilo moja, babu. Kondo tunaamini, si unajua ah. Maisha yetu mwanangu, ngaya babu, niko na kitafuta hiyo kilo oh. oh. Mpaka nakuja kuipata, mshikaji wangu, nitapambana mwanangu, nakubali, nitapambana, nakubali

sehemu tulienda kupiga tukio mhm, opiga tukamaliza, kafanya malubasha yake, afu mwisho wa siku anaenda kwa bibi mkubwa wake ananichonjea kwamba mimi ndo nimebaka mwanangu. Wewe eh, ya yani malubasha sio, alibaka alibaka afu anachonjea mimi. Mwanangu mwanangu yeye, wewe gani? Mambo mimi sio ya kwangu kabisa. Mimi ngoja nijikatae niwache wenyewe, nimemaliza au vipi? Eh, a mimi mambo mwanangu, au sio? Mi nimekuja mradi tuegezane, so twakiume ujue mwanangu, mazingira mwanangu, mimi nimekutafuta kwa mwanangu, ilikuwa ni tukio kubwa sana. Unajua mpaka leo bado nimekaa hapa hapahio bado jatoka mwanangu, ulizonifanyia mwanangu. Sopoa, sopoa wananguaafu ingine mwanangu, umesikia yeah. sio watoto wa kiume, alafu mazingira haya yanatokeaga. So mimi naomba tu save mwanangu, madi ya mazingira yaishe. Nini tufanye? mazingira yetu mengine okay. yeah. mwanangu mm. hata ningesema atakisema tusou itakuja kutokea lingine kubwa zaidi ya hili kama umeamua kufanya hili mwanangu, afu lingine kubwa itakuwa

Sasa ni visa gani nawe mzungumzia? Acha kufananisha watu, uenda umenifananisha. Guka zunguka tena, tunafanana tuko wengi sana, fananisha nao gani? Sikujui bwana. Shida gani sikujui bana, unataka kusema hunijui mimi? Hamna visa hapa bana. Wewe vipi? mimi njangu ni vodi, labda zunguka zunguka, labda hii iji sehemu ni kubwa sana, tunafanana watu, nazaliwa wali wawili, umefananisha hii sura bana. Wewe wapi? wewe si ukoona sijei kuona hata kidogo. Okay, basi kwa sababu ya huyu leo, hii ndio unasema unijui, hadi jina umebadilisha. Asante, tutakutana. Kuna vitu vingine kuharibiana vitu vingine, bwana. Ah. Ah.

Jue bisi, sina kazi ya kufanya, kwa hiyo naomba tu unipatie nafasi sasa. Hiyo kazi umeharibu wewe mwenyewe, kwa sababu uliambiwa ufike mapema. Hata bosi wangu hataki kukuona mazingira haya, bora tu uende nyumbani tukatengeneze nini, kutengeneze nywele zako kabisa, sawa eh? We nenda tu, hamna kazi hapa tena. Nakosea sio mimi, ni bosi wangu. We nenda tu nyumbani, hautaki tena mazingira haya, sawa. Nenda tu bwana nyumbani, sawa eh? Kongoro, wewe. Wewe, wewe, m nand kwe we ishi yako hapo. Wewe, naomba nisikilize, nisikilize hata kidogo. Wewe, naomba nisikilize tafadhali. umefuata nini hapa? Kuna ulicho kisahau hapa? Sasa nakupa dakika hizi mbili huwo ushamaliza kuongea na unaondoka. Sawa, nashukuru nifuatili Ina maana gani mlichokifanya? Mrazani ni kizuri kile mnatufanya sisi, tunatangatanga tu natangatanga? Oya, yani natamani nikutafune tafune, nikuvunje vunje. ni eh? Beni, lakini inabidi tukae tuongee. Unajua umetufanya tumekuwa na maisha magumu, unajua umetufanya ni watu ambao wakuhangaika hangaika. natafuta kazi nakosa kwa ajili yako, sawa Beni.

Unafanyia hivyo. Nikusikiliza nini? Hivyo una akili wewe? Wewe ulisema unijui mimi? Chosha sauti kidogo. Nakujua sana. Kitu gani ulichosahau kwangu? Nisikilize basi. Yule mdada sasa waje leo kwa mwombe msamaha kidogo, walau nisikilize vizuri. Mimi kweli simjui, eh, unjui eh. Sasa maisha yangu mimi napeleka wapi jamani? Sasa mimi nifanyeje? Sasa mimi niende wapi jamani? Wote nimekosa, kote nimekosa. Dada, yaani nakwambia leo ungenikuta monchwali chenzoma auyania, ungenikuta kituoni. E, msubiri kwanza. Usiniambia umegombana na kidebwai. Kidebwai amenileta, amenipa machungu makubwa sana, nikamkamata nikamkinyenga. Wewe hapo umpige kidebwai? Nimempiga nimempasua. Piga vichwa vya kutosha. Watu wakajaa kibao naambiwa. Ana bahati kanipolochoka. Yaani afadhali, yaani naona afadhali sana. Yaani hapo umenifurahisha kidogo. Lakini mdogo wangu kwa nini unakuwa mwongo? Bora uanze kumpiga kidagwa yeye. Yaani kanikela, yaani dada ngoja ngibadilishe nguo kwanza. gea nakidebwai yule. Yaani hapa nimelishwa matango pori, jamani Namna gani unachokifanya, mnadhani ni kizuri? Kile unatufanya sisi, tunatangatanga tu, tunatangatanga oi, enda tamani nikutafuntafun ni kuvunjevunje. Wajua umetufanya tumekuwa na maisha magumu, wajua tufanya ni watu ambao wakuhangaika hangaika, natafuta kazi na kosa kwa ajili yako, lakini inabidi tukae tuongee. Kwani vipi mwanangu? Mbona sikuelewi? Naona wiki nzima hii yani, kutizama haueleweki vipi. Mama, naomba uniache leo, sipo sawa kabisa ha? Mama, hivi unajua mimi naishi, naishi vipi mitaani sasa hivi? Ukijua hii shida inayopitia huko mtaani, usingi kuwa unasema nasema hivyo. Wewe ndio msababishia mimi nikabaki nikaibe hela. Nini wewe <coughs> <Kusabisha mimi. tos> sasa wewe mwenyewe una matatizo mimi. Sawa, nimekwambia uende kaibe hela, wewe umeenda kubaka, imetoka wapi ile tatizo? Nimekutuma sawa. Mama, lakini wewe ndio ulio nisababishia kufanya hayo mambo sawa mama. Mimi nitaondoka hapa hata nyumbani, kwa sababu wewe umeadiana na mimi kila kitu kwa ajili ya kuiba, hasa hivi unanikataa mimi napata matatizo sawa. Nenda, usintishie nyao. Nenda, jeuri we sana. Wewe mtoto mzembe kweli. Muangalie kwanza, hivi unajielewa? Yule anachoambiwa kingine, anachofanya kingine, mpuuzi mkubwa. Na leo atamambie wewe ni mtoto mwandani.